Wanategemea kwanza biashara, wengine wana biashara tayari. mwagiko, kunja, kwa tulipata mwaliko kwa ajili ya kuja kuwapitisha kwenye maeneo ambayo yanahusiana na kodi ili wawe ni walipa kodi wazuri na wao walipe kwa ajili kwa uaminifu. Na leo tulizungumza mambo mengi kwa maana ya kodi, kwa jumla kodi gani zinasimamiwa na, na TRA, wanatakiwa lipeje, lakini tulizungumzia pia usajili. So, wanatakiwa wasajili vipi biashara zao, na pia huduma zipi zinapatikana online au mtandao, na huduma za kimtandao ikiwepo za usajili kwa tati namba online lakini pia tuna huduma nyingine ambazo zinahusiana na masuala ya kikodi ambazo tumeziweka kimtandao. Tumezungumzia pia matumizi ya mashine za EFD, ni nani mwenye sifa kuwa na mashine ya EFD na utaratibu ukoje? Na pia tumewaelekeza pia kwa wale ambao hawana sifa ya EFD, wanataka watumie vitabu vya kuandika kwa mkono, zile risiti za kuandika kwa mkono ambazo wanazitengeneza vitabu vile vyenye majina yao au majina ya biashara kati namba zao kinakuwa ni risiti halali kabisa ya kisheria. Nchi yoyote inahitaji kodi ili iweze kuhudumia wananchi wake, na kama tutazalisha jamii ya watu ambao wanakwepa kodi, hawalipi kodi, madhara yake ina maana tumeongeza mzigo mkubwa sana kwa serikali katika kuwahudumia wananchi. Sasa ni vizuri zaidi sisi kama maafisa maendeleo ya vijana tukaanza kutekeleza wajibu wetu wa kukutana na makundi mbalimbali ya vijana kuwahamasisha ili kuwa walipa kodi, kufuata taratibu zile za halmashauri za kupata leseni za biashara, kukizi masharti ya zile leseni, na hii yote itatusaidia sana kutengeneza jamii ya watu ambao wanawajibika kwa ajili ya serikali yao. Tumetengeneza mpango wa kutekeleza ili kuhakikisha tunapata usawa kikodi, wa kikodi kwa Arusha na ikiwezekana kwa Tanzania nzima. Kwa mimi matarajio yangu ni kwamba kama ule mpango mkakati utatumiwa ipasavyo, maana yake tunaweza kuboresha eneo la kodi na kuhakikisha kila mtu akatoa kodi kulingana na kipato ambacho anakipata. So, vijana wamejifundisha kwamba usawa wa kikodi amtaka kila mtu alipe kodi kulingana na kipato ambacho naje ana kipata, sionekane mwingine analipa sana kwa sababu ipatoa kidogo na mwingine halipi kabisa. Kwa hiyo kama tuna uh, uh, mradi huu utakuwa ni wa mwaka mmoja ambao vijana watapata mafunzo baadaye, wanatengeneza network na kwao, ambao watakuwa wanashiriki katika makongamano mbalimbali ama platform mbalimbali ili mradi waweze uh, Ujumbe kwa jamii na na serikali nzima, hususan katika mabadiliko ya sera za za, za za kodi, lakini pia na sheria. Kwa hiyo siwe uh, kama sehemu ya mzima iwe iwe sehemu ya jukumu la kila mwananchi awe uh, ambaye anafanya biashara au yeyote ambaye amefikisha umri wa miaka 18. Kwa hiyo pale vijana watakapo kuwepo, lakini pia kwenye midaharo, wananchi na serikali na mamlaka husika mpokee changamoto, lakini pia na concerns za vijana useni kwenye swala zima la ulipaji wa kodi, maana tunataka usawa wa kodi. Usawa wa kodi manake ni kwamba yule ambaye ana kipato cha uh, mwenye kipato sahihi alipe kodi kulingana na kipato chake. Mwenye kipato cha juu alipe kodi kwa juu, lakini mwenye kipato cha chini alipe kodi kwa kima cha chini. Mwananchi ana wajibu wa kutoa kodi na sio sio ombi wala pata mapato ya kutosha kwa ajili ya maendeleo ya taifa yetu.